Mnamo tarehe 13 Juni mwaka 2025, Israeli ilianzisha shambulio lake kubwa zaidi la anga dhidi ya Iran katika kipindi cha miongo kadhaa. Operesheni hiyo ilihusisha mawimbi matano mfululizi wa mashambulizi yaliyolenga maeneo ya maene nyuklia, kijeshi na ya kiraia ndani kabisa ya ardhi ya Iran. Athari ya kwanza ya moja kwa moja, usafiri wa anga wa kiraia ulisitishwa kabisa, anga ya Iran ilifungwa kikamilifu. Ndege zilizokuwa zikipita anga ya Iraq, Jordan na Siria zililazimika kubadilisha njia. Nchini Iran, mji mkuu wa Teheran ulilengwa na mashambulizi ya mara kadhaa yaliyopangwa kwa umakini. Mashambulizi hayo yalilenga makao makuu ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, yani IRGC, uwanja wa ndege wa Merhabad, uwanja wa ndege wa Imamu Komein, maeneo ya Mahalat na Sahid Shomron, pamoja na eneo nyeti sana la kijeshi la Pachin. Lengo kuu zaidi ilikuwa kituo cha nyuklia cha Natanz. Israeli inadai kuwa Kituo hicho uzalisha cha uranium kwa kiwango cha juu zaidi hadi asilimia 90, hali ambayo kwa mujibu wa Israel huifanya Iran kuwa karibu sana kumiliki silaha ya nyuklia. Mashambulizi pia yalilenga kambi kadhaa muhimu za kijeshi, uwanja wa ndege wa kijeshi wa Newger, maeneo ya Tabriz kaskazini na magharibi na Kermanshah, ambayo inahifadhi mifumo ya ulinzi wa anga. Iran bado inatarajiwa kujibu. Tehran imetangaza kuwa kisasi chake kitakuwa kikali na chenye madhara makubwa. Ukanda huu sasa umesimama kwenye ukingo wa mzozo mkubwa. Je, hili litaibua mapambano ya wazi ya kijeshi? Jina langu ni Sol Foya na hii ni TSK Media KE.